Sowah atampa ushindani awa kwenye kufunga msimu huu, ni maneno ya Emmanuel Gabriel, ambapo mchezaji wa zamani wa timu ya Simba Sport Club, Emmanuel Gabriel anasema mechi za kirafiki zinamsaidia sana pandevu kuendelea kuwasoma wachezaji akisaidiana na Selemani Matola, hasa kuona mambo ya kuyafanyia kazi mechi za ligi ya ya mabingwa Afrika dhidi ya Singizini Hotspurs. Kocha anaanzi, anaanzia kukipanga kikosi chake katika mazoezi na hicho, na hizo mechi za kirafiki. Mwendelezo alionao Sowah katika kufunga mabao ambao katika mechi za ligi kuu tayari kafunga bao moja. Hii inaonyesha ataisaidia sana Simba, pia atampa ushindani Ahou ambaye alikuwa akinala mabao msimu uliopita. Kuhakikisha anapambana kuwa na mwendelezo wa kile alichokifanya. Kwa mjibu wa Emmanuel Gabriel anasema Sowa ambaye anapigania nafasi kikosi cha kwanza eneo la ushambuliaji na Selemani mwalimu na Steven mkwala amefunga bao moja kwenye ligi dhidi ya Fountain Gate huku akianza katika mechi mbili kati ya tano. Kwa upande wa Mwalimu alianza katika mechi moja naye ana bao moja alilofunga dhidi ya Namungo. Mkwala bado hajafunga huku akianza katika mechi mbili kati ya tano ambazo wameweza kuzicheza. Aliweza kufunguka Emmanuel Gabriel, ambaye ni mchezaji wa zamani wa klabu ya Simba Sport Club. Hivyo kwa mjibu wa Emmanuel Gabriel, anadai kwamba ushindani utakao kuwepo baina ya Ahou pamoja na Sowah utakuwa ni mkubwa zaidi, kwa kuwa wawili hao kuna mambo mawili ambayo atayafanya. Kwanza, Sowah atataka kuleta ushindani mkubwa wa kufunga magoli mengi kuna klabu ya Simba ili kumpiku Awa. Lakini Awa atataka kuweka rekodi nyingine ya kuwa mfungaji bora, kwa sababu mpaka sasa ndiye mfungaji bora wa klabu ya Simba Sport Club, lakini ndiyo mfungaji kwenye ligi ya NBC Premier League kwa msimu ambao umepita hivyo ushindani wao utakuwa ni mkubwa zaidi, kwa kuwa kila mmoja atatamani kufunika mwenzake, huku kila mmoja tayari akiwa ameshafunga goli moja moja kwenye ligi ya NBC Premier League, ambayo imeshachezwa takriban mechi tatu au nne kwa klabu ya Simba Sport Club. Awa ambaye alisajiliwa kwa msimu mmoja, ambaye amesajiliwa msimu mmoja uliopita, basi aliweza kujizolea umaarufu kutokana na upigaji wa mipira ambayo imekufa huku So, ambaye anajulikana kama Black Lion, yeye alijizolewa maarufu kwamba akiwa kwenye nafasi nzuri kwenye eneo la kumi na nane au karibia na kumi na nane basi hawezi kukuacha salama mpinzani, hivyo anaweza kulaza na viatu muda wote ambao atahitaji yeye. Hivyo ushindani wao utakuwa ni mkubwa zaidi pale Simba, kwa kile kwa kwa kuwa kila mmoja atatamani kuweza kufunga goli lolote lile ili amzidi mwenzake, hivyo mpinzani wa kweli wa kweli wa So, wa, wa, wa awa atakuwa ni Sowah na wala sio wachezaji wengine, hivyo awa ajiandae kisaikolojia ya kuweza kupata ushindani wa kufunga magoli dhidi ya Jonathan Sowah.